Hiko hivi e, watu wengi sana wanafanya biashara wengi sana wanafanya biashara, lakini wengi pia hawajui biashara ukiifanya kwa kuzingatia sheria za asili inakuwa kitu che, chepesi sana, inakuwa kitu simple sana, na unapata mafanikio makubwa sana. Ene leo, leo nimechagua nikupe maarifa namna gani utafanya biashara kwa kuzingatia sheria za asili. The law of nature. Unaelewa? Eh, sisi binadamu wote ni waumini wa, wa sheria za asili. Huwa haziangalii jina. Au no dini. Huwa haziangalii dini. Haijalishi wewe una dini gani au au una dini zenyewe zinakuhukumu. Dunia ina sheria zake. Biashara kwa sheria za asili pia kuna sheria zake ambazo ukizingatia inakuwa ni vizuri kabisa. Sasa leo ninakwenda kukwambia namna gani unapaswa kuunganisha biashara yako hiyo unayoifanya, una mdau hapa, iwe saluni, iwe unauza vyombo, iwe una duka la nguo, biashara yote unayoifanya, namna gani utaikuza kwa kuzingatia sheria za asili, vizuri kabisa. Kuuza biashara yako kwa, kwa kuzingatia sheria za asili, rules of nature. Wewe na mimi ni asili moja, wewe na mimea ni asili moja, wewe na ndege tuna asili moja, wewe na milima tuna asili moja wewe na miti na asili moja, wewe na maji asili ni moja, wewe na jua asili ni moja, wewe na mwezi asili ni moja. Manake wewe ni kila kitu, kama vile mimi nilivyokuwa ni kila kitu. Kwa unapaswa sasa kufanya biashara kwa kuzingatia sheria za asili. Kwa leo nakwambia na, na, nakupa password biashara wako unaoifanya ili ufanikiwe, kwa sheria za asili, hakikisha biashara hiyo unaiunganisha na vitu hai Biashara yako inakupasa uiunganishe na vitu hai, ili uweze kufurahia mafanikio ya hiyo biashara. Nikisema vitu hai, na maanisha biashara hiyo unayoifanya, ili uwe biashara kubwa yenye manufaa, ambayo utapata furaha nzuri, utapata furaha ya ndani, utapata amani ya ndani. Umeelewa? Inakupasa biashara hiyo kwa sheria za asili uwe na uwezo wa kwenda kuiunganisha, e, na vitu vya asili. Maana yake biashara yako hiyo, inakubidi ujue namna gani utaiunganisha na mimea namna gani utaiunganisha na ndege, namna gani utaiunganisha biashara yako hiyo na miti na maji na mwezi na kadhalika. Ukiwa na elimu hii na ufahamu huu, nakwambia wewe ndugu yangu, ambaye muda huu unanitazama, biashara hiyo haita kusumbua tena. utapata amani ya biashara ya ndani, utapata furaha ya ndani ya kibiashara utapata upendo wa ndani wa kibiashara na utapata matunda mazuri kabisa ya kibiashara kwa sababu unakuwa umechagua e, nature, asili ndo iwe mlinzi kwenye biashara yako. Asili ambayo ni kubwa sana ndo iwe mlinzi kwenye biashara yako. Kwa ukichagua asili kuwa ni mlinzi kwenye biashara yako ukaikonekti biashara yako na, na mmea ukaikonekti biashara yako na ndege ukaikonekti biashara yako na milima, ardhi, mwezi nakwambia unakwenda kutatua changamoto ambayo leo hii inakupitia au unaipitia kuhusu biashara, kuhusu changamoto za biashara. Menelewa ni wanashangaa sana watu wengi wameamua kuchagua kwenda kuconnect biashara zao e, na uchawi kwa maana ya ushirikina. Sasa na, na, leo nataka ni kupe password unapokwenda ku connect biashara yako na ushirikina, maana yake umekwenda kufungua frequencies za chini, channel za chini. Umeelewa? Maana yake tayari hiyo biashara yako unavyoifanya, ukishii connect na mganga, maana yake unafungua mambo yafuatayo. Biashara yote ambayo inafanyika kwa sababu tu mfanya biashara ambaye wewe, umeunganisha na mambo ya kichawi, maana yake unaenda kufungua energy za chini wamejiconnect na ushirikina eh, ni viburi una, unakuwa unajeuri. Umeelewa, kiburi, jeuri, malingo, ma, majigambo eh, maumivu, uoga, hofu, wasiwasi, asira. Hii ni, ni, ni siri kubwa na wakupa Ukifanya biashara kwa kwenda kuiconnect e, na imani za kishirikina tafsiri yake unakuwa umeshuka energy, unakuwa kwenye energy za chini. Ni kweli utakuwa una, unafanya biashara lakini wewe utakuwa ni, ni mtu wa kuumia siku zote. Ni kweli utakuwa unafanya biashara lakini utakuwa ni mtu wa kiburi, utakuwa ni mtu wa malingo, utakuwa ni mtu wa jeuri om, utakuwa om, ni mtu wa majigambo, maumivu, hasira na tamaa Hizi energy za chini ambazo wewe mfanya biashara utazichukua tu pale ambapo unaenda kufyonza hizo energy, utapokwenda kwa mganga, ukiconnect biashara na mganga, maana haya ndio atakwa maisha yako. Sasa mimi nakutoa huko leo na, na, nataka biashara yako na uifanya iwe na vitu vinne vikubwa. Moja, iwe na furaha ya ndani, yani umekaa kwenye duka lako eh, la, la vyombo la nguo la, la kadhalika. Uwe na amani ya ndani, umekaa kwenye biashara yako, uwe na furaha ya ndani, umekaa kwenye biashara yako uwe na upendo wa ndani menelewa? Na ndio siri kubwa ya mafanikio ya binadamu. Binadamu duniani anahitaji furaha ya ndani, binadamu anatakiwa awe na furaha ndani, binadamu duniani hapa anahitaji amani ya ndani. So ya nje ya ndani, menelewa? Yani ndani yako ukiwa na amani, manake ume, umefanikiwa sasa. Leo nakwenda na, na kukupa siri ya msingi biashara yako inakupaswa ili upate hivi navyosema hapa, kwa maana ya amani ya ndani, furaha ya ndani na upendo wa ndani kwenye biashara, na uanze kufurahia matunda ya biashara, inakubidi uzingatie sheria za asili inayosema, unganisha biashara yako na vitu vya asili. Sasa leo nitakupa password mbili tu. Mbili tu za msingi, namna gani utaunganisha biashara yako na njiwa. Njiwa e, ni ndege. Huyu ndege ukimtumia vizuri kwa sheria za asili unakuza biashara sana ya pili nitakupa namna gani utajumuisha biashara yako na, na mimea. Unaelewa, mmea pia ni kitu kikubwa sana cha msingi. Kwa leo nitakufungulia password mbili, njiwa, kwa sheria za asili na, na biashara yako na ufahamu daunao unasikiliza pia na mmea kama huu unaoona hapa, namna gani utakukuza kwenye biashara yako. Mimi naamini mafanikio ya, ya, ya, mwanadamu yoyote unayojua wewe ni fly ndani, mfanya biashara aki, akiwa na fly ndani maana amefanikiwa, akiwa na mana ya ndani ae amefanikiwa. Lakini unafanya biashara bado una machungu, bado una maumivu, bado familia inayumba, bado amwelewani kwenye familia, bado mambo mengi yanakukabili bado inakuwa hela yako haina thamani tena maana bado nafsi yako haina furaha. Yaani, una fedha ya kibiashara lakini ndoa inakusumbua. Una fedha ya kibiashara lakini ndugu hamuelewani. Una fedha ya kibiashara lakini una, una mateso kibao. Maana wewe ndio hii biashara uli connect eh, na energy za chini. Mojawapo energy ya chini nimesema ni uganga na uchawi. Kwa acha hizo habari za, za za uchawi na uganga anza kutumia, eh, kutumia sheria za asili. Nitaanza na sheria asili kuhusu njiwa. Ndugu yangu, njiwa ni ndege mwenye energy ya juu sana njiwa ni ndege mwenye energy ya juu sana. Njiwa ndio ndege anaishi kwa upendo wa ndani, kwa furaha ya ndani, na kwa amani ya ndani wataalamu